Abutalibu Msheri amekuwa kwenye kiwango kizuri sana kwenye hichi kipindi kifupi ambacho kulikuwa kuna michuano ya Afcon ambayo ilimhitaji Jigidiara kwenda kubeba milango ya kwenda kulilinda lango la timu ya taifa ya Mali. Na hili linakuja kwa kiasi kikubwa sana kwa upande wa Msheri kutokana na kile ambacho mwalimu wa magolikipa Fernando Pereira amekuwa akiweza kukitengeneza kwa Msheri kama sehemu ya mazoezi ambayo wanakuwa wanayafanya kwenye uwanja wa mazoezi ambayo yanaweza kumshape msheri kuwa tayari na kufanya mambo makubwa pale ambapo atapata nafasi, endapo pingine mtu kama Jigi Diara atakuwa ameumia mathalan, kama ilivyotokea baada ya mchezo dhidi ya JS Kabili, lakini hata patakapokuwa pana kuondoka ama patakapokuwa na kuto kuwepo kwa diara akiwa kwenye majukumu mengine ya timu ya taifa kama ilivyokuwa imetokea kwenye Afcon. Sasa ukijaribu kutizama Abu Talib Msheri amepata nafasi ya kucheza kwenye michezo saba msimu huu. Mechi tatu za ligi na mechi nne za kombe la Mapinduzi na ana asilimia mia moja ya clean sheet. Ameweka clean sheet saba kwenye michezo saba. Sasa mimi nataka tuangalie ni kwa kiasi gani kocha wa magoalkeeper wa Young Africans ameweza kumshape Abu Talib Msheri kuwa ni goalkeeper ambaye anakuwa tayari, sio tu tayari kwenda kukaa langoni, lakini tayari kwenda kuwa ni kama ADR light. Yaani unajua kama vile kuna ile Facebook labda Facebook light, Instagram Instagram light kwamba huyu ndio yule mkubwa, ndio yule ambaye anakula MB nyingi, ndio tunajua huyu ndio mwenyewe. Then kuna Mshery ambaye huyu yeye bado anakupa kiwango kile kile cha ufanisi licha ya kwamba yeye anatumia MB chache. Of course, huyu nimetoa kama ni mfano, lakini kiufupi anakwenda kuwa kama ADR light prototype. Inatokana na nini? Inatokana na jinsi ambavyo Mshery naye anaangaliwa kwenye mazoezi. Kwenye mazoezi ya Young Africans magolkipa ya Young Africans Abu Talib Msheri, kwa maana ya golkipa namba mbili ambaye watu wanamtambua wa hivyo, na golkipa namba moja kama Jigi Diara huwa hawaandaliwi kwenye utaratibu wa kwamba huyu ni namba moja, huyu ni namba mbili. Wanaandaliwa kwenye utaratibu wa kwamba huyu ni namba moja A, huyu ni namba moja B. Nielewe vizuri hapo. Hawaendi mazoezini wakiwa wanajua kwamba mimi ndo namba moja, kwamba Diara yeye anajua kabisa mimi ni namba moja. Msheri anaingia pale kwenye uwanja wa mazoezi akiwa anajua yeye ni namba mbili? Hapana, wanaandaliwa kwamba hapa kuna namba moja wawili, A pamoja na B, ina maana kwenye uwanja wa mazoezi GDR pamoja na Abu Talib Mshery, wote wanajiona wana operate katika level ambayo inafanana. Inafanana kwenye aina ya mazoezi ambayo yanawaandaa, lakini inafanana kwenye namna ambavyo wote wanajiona wako kwenye cheo ambacho kinafanana, isipokuwa tu huyu amewekwa tu herufi A, huyu amewekwa herufi B, lakini wote wanajiona ni magolikipa namba moja. Kivipi? Hii kwa kiasi kikubwa sana imekuwa shaped na namna ambavyo experience ya huyu mwalimu wa magolkipa wa Yanga, Fernando Pereira, ametoka nayo katika national team ya Angola. Kwenye national team ya Angola kuna magolkipa watatu: golkipa ambaye ni namba moja of course, Neblu. Then kuna Hugo Marquez, golkipa namba moja wa club ya Petro Atletico de Luanda, lakini pia golkipa namba tatu, Antonio Dominic. Hawa ndo magolkipa watatu wa national team ya Angola. Ukienda ukiwafuatilia hawa magolkipa watatu utagundua wote wana caps zaidi ya kumi na tano za timu ya taifa, yaani wote hawa ni magolkipa ambao wana caps za kuidakia national team ya Angola zaidi ya kumi na tano. Sasa unachokuja kukigundua hapa ni kwamba hawa magolkipa wote walikuwa wanaandaliwa kwa ajili ya kuwa ni magolkipa namba moja mazoezini, kwa sababu utaratibu ambao Angola walikuwa nao ni kwamba nyote mna nafasi sawa kulingana na mahitaji ya mechi tofauti tofauti ambazo zitakuwa zinatokea. Ina maana hapa, kama kutakuwa kuna mmoja pengine kaumia, au kama kutakuwa kuna mwafaka pengine wa kujaribu kusema kwamba hii michuano tunakuachia wewe ukadaki, hata kama kuna wenzako wanakuwa wanapatikana ndivyo namna ambavyo Fernando Pereira alikuwa anawaandaa magolkipa wa timu ya taifa ya Angola, magolkipa wa timu ya taifa ya Angola. Hakuna golkipa ambaye alikuwa anajiona labda, mimi namba mbili, mimi namba tatu. Wote walikuwa na nafasi sawa kulingana na mahitaji. Ndio maana Antonio Dominic ambaye anacheza ligi daraja la pili Switzerland ana cap 16 za timu ya taifa. Just imagine, huyu ni goalkeeper ambaye kikawaida, kwa kawaida wao ungemwona kama ni namba 3 kwa sababu anacheza daraja la pili. Kuna magoalkeeper ambao pengine unaweza ukasema labda wanacheza kwenye ligi kuu, ni seniors zaidi, lakini ana cap 16. Hugo Marques goalkeeper namba moja wa club ya Petro Atletico de Luanda ana cap 21 just imagine hen unakwenda kwa Neblu ambaye ana zaidi ya caps 35. kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo huo mgawanyo umekwenda. Hicho ndicho ambacho Fernando Pereira anakitumia pia kuwaandaa magolkipa wa Yanga. Ina maana hivi sasa hakuna golkipa namba moja, namba mbili na namba tatu pale Yanga mazoezini kimakaratasi, uwanjani, kwa sababu nafasi yeye anaweza kuanza ni mmoja, ndio utakapokwenda kuona kwamba kuna mtu mmoja kaanza, lakini kwenye muktadha wa mazoezi na jinsi ambavyo hawa magolikipa wa Yanga wanaandaliwa, hakuna namba moja mazoezini, hakuna namba mbili, hakuna namba tatu. Kuna namba moja A, kuna namba moja B, kuna namba moja C. Kwa hiyo pengine, namba moja A ni Diara, namba moja B ni Mshery, namba moja C sasa hivi ni Hussein Masalanga. Hivyo ndivyo namna mnavyoandaliwa, kwa sababu una leo na mechi na na na takriban saba anaweza akaumia bila kuonekana kuwa na athari ya kukaa benchi bila kuonekana kwamba ni mchezaji mbaya labda. Alikuwa anaonekana kama zaidi ni mchezaji wa kusubiri zaidi makosa labda golikipa namba moja, au ashuke kiwango. Ni mtu ambaye alikuwa na sifa za kuanza akiwa amekaa benchi, Yani ni namba one in the waiting ni namba, ni namba moja ambaye alikuwa anasubiri tu, kwa sababu ile nafasi inaweza kuanzwa na mtu mmoja peke yake. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza kupata kilichobora hivi sasa kutoka kwa Butwali Bumsheri kwa sababu akiwa mazoezini haandaliwi kama goalkeeper namba mbili, ni goalkeeper namba moja kwenye macho ya goalkeeping coach Fernando Pereira kiwa kwenye uwanja wa mazoezi. Wote wanaonekana ni namba moja. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho mwisho wa siku kinakwenda kumfanya mtu kama Mshery akatoa kilicho bora akiwa na uzo ya Young Africans, mechi saba msimu huu, clean sheet saba. Ni kama ambavyo kuna timu moja pale Uingereza ya ligi daraja la tatu AFC Wimbledon iliwahi kuwa na kocha wa wachezaji wanaoingia sabu substitute coach. Mwenye anakuambia, nyinyi mnaoingia sabu, nyinyi sio wachezaji ambao mnasubiri mpaka eti mwenzenu achoke ndio uje uingie. Nyinyi, mimi nawaona kama ni finishers ina maana watu wakienda mapumziko, baada ya firimbi ya mwamuzi kupulizwa, wachezaji wote ambao hawajacheza ile mechi mpaka wakati huo, yule mwalimu alikuwa anawaingiza uwanjani, anawafua, anawaambia, sikilizeni, nyinyi sio wachezaji ambao mnasubiri kuingia sabu, nyinyi ni wamaliziaji wa hizi mechi. Ukiingia hakikisha kwamba unakaa ukijua kwamba mimi nakwenda kumaliza mechi, sio kwenda kumpokeza mwenzangu ambaye labda amechoka au kuna makosa ameyafanya kwenye mchezo, bali na mimi nakwenda kushiriki kwa kumaliza kwa mchezo. Hii ndio mentality ambayo pia kocha wa magolikipa Young Africans anaitumia kuandaa magolikipa akiwemo Msheri ambaye amekuwa kwenye kiwango bora sana. Sasa basi, kwa kumalizia video hii, nimeona comment kadhaa kwenye video iliyopita, baadhi ya wadau mkiwa mnaonyesha kwamba mna nia ya kujaribu kuikuza hii channel, mnataka kulikuza hili jukwaa ambalo mimi na nyinyi tunashiriki kwenye kupeana taarifa tofauti tofauti, sasa kwa kuona hivyo, nimeona sio vibaya nikiweka namba hapo chini, hapo utakuwa naiona ambayo, kwa yoyote, kwa mujibu wa kile ambacho nimekiona kwenye posti ya mwisho, kwa yoyote ambaye ataona kuna haja ya kuweza kuisaidia hii channel iweze kuwafikia mlio wengi na, na kwa ubora, kwa maana haya ninayoyazungumza muyapate kwa ubora zaidi basi mnaweza kuchangia chochote kwenye hicho ambacho mtakuwa mnakiona hapo chini, kwa maana ya hayo maelezo, na itakuwa ni kwenye kuisaidia channel hii kwa ajili ya kufika mbali zaidi. Lakini pia nitaandika maelezo zaidi kwenye hilo kwenye description yako hapo ili uweze kuona namna ambavyo unaweza kuisaidia jamii hii kuweza kukua siku baada ya siku.